Na habari za wakati huu, karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Mzozo wa mashariki ya kati: Trump waionya Iran itakabiliwa na athari mbaya iwapo mashambulizi ya Houthi hayatasitishwa. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba itakabiliwa na madhara mabaya iwapo Wahouthi wa Yemen wataendelea kushambulia njia za meli za kimataifa. Alisema uongozi wa Iran utawajibika kwa kila risasi iliyofyatuliwa na wahozi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiungwa mkono na Tehran. Kundi hilo baadaye lilisema kuwa lililenga shehena ya ndege ya Marekani mara tatu katika siku mbili zilizopita. Waasi wahozi walijaribu kwa mara ya kwanza kushambulia meli ya USS Harry S. Truman katika Bahari Nyekundu siku ya Jumapili, kufuatia mashambulizi mabaya ya Marekani dhidi ya Yemen. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema imetekeleza mashambulizi 30 nchini Yemen tangu Jumamosi, katika operesheni kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati tangu Trump arejee ikulu ya White House. Trump alichapisha kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii Siku ya Jumatatu: kila risasi iliyofyatuliwa na wahouthi itaangaliwa kuanzia sasa, kama risasi ilifyatuliwa kutoka kwa silaha ya uongozi wa Iran na Iran itawajibika na itakabiliwa na matokeo, na matokeo hayo yatakuwa ni mabaya. Ni rais wa Marekani Donald Trump akitoa kwa Iran ambayo imekuwa inafadhili wahouthi, lakini pia imekuwa ikifadhili makundi mbalimbali mbali, kama vile Hezbollah pamoja na kundi la Hamas, kwamba endapo itagundulika kwamba kila risasi ambayo imefyatuliwa na wahozi kutoka Yemen inahusishwa na Iran, basi Iran pia itawajibika kwa jambo hilo. Kiongozi huyo wa Republican alitoa onyo hilo kwenye mtandao wake, wake, wake jamii, wa kijamii wa Truth Social siku ya Jumatatu akitia saini wazifa huo kwa jina lake. Mtu yeyote asidanganywe. Mamia ya mashambulizi yanayofanywa na Houthi wahuni na majambazi wachafu wanaoishi Yemen ambao wanachukiwa na watu wa Yemen wote wanatoka na kuundwa na Iran," Trump aliandika. Shambulio lolote zaidi au kulipiza kisasi kwa Houthi kutakabiliwa kwa nguvu kubwa na hakuna uhakika kwamba nguvu hiyo itaishia hapo. Waasi wa Houthi wameongoza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya meli za Israeli pamoja na meli nyingine za kibiashara katika bahari nyekundu, kupinga vita vya Israeli huko Gaza na kuziba kwake misaada ya kibinadamu katika ardhi ya Palestina. Wataalamu wanakubali sana kwamba Iran inasaidia kuwapa silaha Wahouth ambao wanachukuliwa kuwa sehemu ya mhimili usio rasmi wa upinzani unaoungwa mkono na Iran. Wakati Trumpu hapo awali alishinikiza Iran kukomesha uungaji mkono wake kwa Wahouth, matamshi yake Jumatatu yanaashiria ongezeko kubwa akiashiria uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran yenyewe. Kila risasi iliyofyatuliwa na wahozi itaangaliwa kuanzia wakati huu kwenda mbele, kama risasi iliyofyatuliwa kutoka kwa silaha na uongozi wa Iran, na Iran itawajibika na kupata matokeo, na matokeo hayo hayatakuwa mabaya, Trump aliandika katika hilo chapisho lake. Maoni hayo yanafika katika wakati mgumu kidiplomasia kwa Trump na wenzake nchini Iran. Trump amekuwa akishinikiza Iran kuachana na nyuklia, ingawa mnamo mwaka 2018 wakati wa muhula wake wa kwanza katika ikulu ya White House, rais huyo aliondoa Amerika kutoka kwa mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja, JCPOA, makubaliano ambayo yangefanya Iran kupunguza matarajio yake ya nyuklia kwa kubadilishana na msamaha wa vikwazo. Mapema mwezi huu, Trump alituma barua kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akionya kwamba Marekani inaweza kujibu kijeshi ikiwa makubaliano ya nyuklia hayatafikiwa, lakini Khamenei amepinga majaribio ya Trump ya kujadiliana, akimtupilia mbali kama uonevu na kuashiria ukweli kwamba Trump alivunja makubaliano hayo hapo awali. Iran imekuwa ikisema mara kwa mara mpango wake wa nyuklia ni kwa mazumuni ya kiraia na imekanusha kutafuta silaha za nyuklia. Sambamba na hayo, Trump ameongeza mashambulizi zidi ya Marekani dhidi ya Houthi baada ya kundi hilo lenye silaha kuonya wiki iliyopita kuwa litajaribu kupiga marufuku meli za Israel kutoka kwenye njia za maji zilizo karibu. Meli yoyote ya Israel itakayojaribu kukiuka marufuku hii italengwa na jeshi katika eneo lililotangazwa kufanya kazi, walisema Wahuthi katika taarifa yao. Waasi waliashiria marufuku hiyo iliyotokana na mzingiro uliowekwa na Israel dhidi ya Gaza na kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo lenye vita tangu Machi mbili. Israel, hata hivyo, ni mshirika wa muda mrefu wa Marekani, na Trump alijibu vitisho vya Houthi na mmoja wake Jumamosi. Leo nimeamuru wanajeshi wa Amerika kuzindua hatua kali na zenye nguvu za kijeshi dhidi ya magaidi wa Houthi nchini Yemen, Trump aliandika mwishoni mwa wiki, akianzisha kipindi cha saa 24 cha mashambulizi makali ya mabomu nchini Yemen. Kuanzia Jumamosi hadi Jumapili, Marekani ilifanya takribani mashambulizi ya 47 ya angani na kugonga mikoa saba ya Yemen na kuua takribani watu 53. Mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, ambao unadhibitiwa na Wahozi, ulikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa. Katika kutangaza mashambulizi ya wikendi, Trump pia alionya Iran kuhusu ungaji mkono wake kwa Wahozi kwa Iran, msaada kwa magaidi wa hozi lazima ukome mara moja. Usiwatishie watu wa Marekani, rais wao ambaye amepokea moja ya mamlaka makubwa katika historia ya rais au njia za meli za duniani kote, aliandika. Ikiwa utafanya hivyo, jihadhari, kwa sababu Amerika itawajibisha kikamilifu na hatutafurahi hatu juu yake. Waasi wa Hozi wameshambulia karibu meli mia moja katika eneo hilo tangu Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na kuzama mbili. Na Trump sio rais wa kwanza kufanya mashambulizi dhidi ya walengwa wa Hozi. Mtangulizi wa Trump, rais wa kidemokrasia Joe Biden, vile vilevile aliamuru mashambulizi kadhaa katika maeneo yanayodhibitiwa na hozi nchini Yemen, lakini Biden na utawala wake walielezea mashambulizi hayo kama yalipangwa kuvuruga uwezo wa kijeshi wa hozi na walikanusha vikali kutaka kuzidisha ghasia. hatutaki kuona vita vya kikanda, msemaji wa Pentagon Sabrina Singh alisema mnamo mwaka 2024. Trump hata hivyo alipuuza juhudi za Biden dhidi ya hozi kama dhaifu, mbaya. Yeye na Biden walikuwa wapinzani katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020 ambao Trump alishindwa. Wahozi nao wameahidi kujibu mashambulizi ya Trump. Tutakabiliana na kuongezeka kwa kasi, kiongozi wao Abdul Malik Al Hozi alisema Jumapili. Tayari kundi hilo limedai kufanya mgomo wa kulipiza kisasi dhidi ya meli ya wanamaji Jumatatu, ya Marekani siku ya Jumatatu, wizara ya ulinzi ya Marekani iliashiria mashambulizi kutoka kwa Houthi hayatavumiliwa. Ikiwa ufyatuliaji risasi wanajeshi wa Marekani kutakuwa na madhara, msemaji Sean Parnell alisema, akipongeza msimamo wa Trump wa amani kupitia nguvu tutatumia nguvu nyingi za kuua hadi tuwe tumefikia lengo letu. Lakini panel alikuwa mwepesi kutaja kwamba Trump hataki vita pia, licha ya vitisho vipya vya Marekani. Hili pia siyo chuki isiyoisha, hili siyo juu ya mabadiliko ya serikali katika mashariki ya kati. Colin Kraki, mkurugenzi wa utafiti wa Soufan Group, kampuni ya ushauri, aliambia Al Jazeera kwamba maneno makali ya Trump yanaonekana kwenda kinyume cha baadhi ya matamshi yake ya kampeni katika kuwania muhula wa pili mwaka 2024. Trump aliahidi kuleta amani mashariki ya kati na kuiondoa Marekani katika vita vya kigeni. Angalia, Trump amezungumza bila kikomo juu ya kujiondoa kutoka mashariki ya kati, hataki kujiingiza katika vita vya kigeni, Kraki alisema. Kwa hivyo inafurahisha kwamba anaongezeka kwa mapigo haya ya kinetiki kama ishara moja kwa moja kwa uongozi wa Tehran Kraki aliongeza kuwa mashambulizi dhidi ya wahuzi anaweza kuwa njia ya Trumpu kuilazimisha Iran katika mazungumzo ya nyuklia Trump anatumai kupata usikivu wa Ayatola na hili anatumai kutumia migomo hii na uwezekano zaidi katika siku za wiki zijazo kuwasukuma wa Iran karibu na meza hii ni moja kati ya habari kubwa, rais wa Marekani Donald Trump akitoa onyo kwa Iran kuhakikisha kwamba wahuthi wanasitisha moja kwa moja mashambulizi yake dhidi ya meli ambazo zinakatiza katika bahari nyekundu, licha ya mashambulizi makubwa ambayo Trump ameidhinisha na yameweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa huko katika nchi e, ya Yemen na watu zaidi ya hamsini na tatu wakipoteza maisha. Trump ameonya Iran kwamba itawajibishwa kwa, ita kwa mashambulizi ya hozi kutoka Yemen. Tuachie maoni yako, lakini kubwa zaidi na kwa habari mbalimbali mbali, hakikisha kwamba unaendelea kukaa karibu nasi ili usipitwe na habari zote ambazo tumekuwa tumekuandalia kwa siku ya leo.